Nimeenda kliniki nimeambiwa nimepungua damu, ndo maana nahisi ovyo muda mwingi. Nitumie nini, um, iyo niongeze haraka sana. Kupungua kwa damu kwa mama mjamzito ni hatari tena, ni hatari hatari sana. Fanya mambo yafuatayo ili yakusaidie kuongeza damu, ikiwa wewe ni mama mjamzito alafu damu iko chini ya kumi na mbili. Kitu cha kwanza, kula lishe ya vyakula ambavyo vinaongeza damu, hii tunaita ni iron rich foods. Kuna vyakula vya nyama nyekundu kama nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, nyama ya kondoo kula hawa samaki kama salmon tuna, tuna. Alafu kuku na mayai pia ni mazuri sana, yanasaidia sana. Kundi la pili ni vyakula ambavyo vinatokana na mimea kama kunde, njugu, karanga, alafu na mbegu za alizeti. Kuna marage na kuna njugu, mboga za majani kama mchicha, sukuma wiki, kabeji ni nzuri sana. Hizi mboga zinakuwa zina folati, folic acid ni nzuri sana. Kula vyakula hivi pamoja na matunda ambayo yana vitamini C kama machungwa, nazi papai na nanasi, ili kusaidia mwili kuchukua madini ya chuma zaidi. Virutubisho ambavyo vitakusaidia kuongeza damu, virutubisho vya iron supplement ambao ni chuma inakuwa nyingi, yani madini ya chuma yawe mengi zaidi hapa. Ferrous sulfate ni muhimu sana, unaweza ukapewa kwenye ile dozi inayotakiwa au ukaongeza zaidi kutokana na uhitaji mkubwa wa mwili kwenye madini ya chuma ili kuongeza damu. Folic acid ni muhimu kwa sababu inasaidia sana kuzalishwa kwa seli nyekundu za damu. Vitamin B12 ni muhimu sana kwa sababu inasaidia sana kuzalishwa kwa damu zaidi. Kumbuka, unapotumia hizi supplement hakikisha ushauri ni kutoka kwa daktari wako ambaye anakuhudumia kwenye kliniki yako ya ujauzito. Vitu vya kuzingatia unapokuwa una pitia uh, changamoto ya damu, ni vizuri kunywa maji kwa wingi. Maji kwa wingi husaidia sana kuwa na damu yenye afya. Epuka sana kutumia kafeni nyingi, kwa sababu husababisha kupungua kwa upenyezaji wa chuma. Kula mlo kidogo kidogo mara nyingi, badala ya kula mlo mmoja kwa wakati mmoja, yani unakula chakula kingi kwa wakati mmoja. Kula kidogo kidogo mara nyingi, hii itakusaidia pia. Hakikisha unapima mara kwa mara hemoglobin level, kiwango chako cha damu, ili kujua je, kinaongezeka. Na, na daktari anaweza pia kushauri utumie uh, baadhi ya dawa za kuongeza damu ikiwa umefikia karibu na kujifungua na damu iko chini sana. Asanteni kwa kunisikiza, mimi ni Dr. Jess. Until next time. Bye bye.